Habari zenu, karibuni kwenye channel yangu mapishi. Leo tunaendelea na sehemu ya pia kutengeneza keki ya chocolate. Alafu tutamwagia na ile rojo tuliyoitengeneza. Mahitaji yetu ni yale, yale kama unavyotengeneza keki ya kawaida lakini utaongeza mafuta ya maji na robo kikombe cha maziwa. Lakini vitu vingine ni vile vile vya kutengenezea keki ambavyo ni pamoja na prestige, mayai ngano, baking powder, utachanganya baking soda na soda, utaongeza na kokoa, sukari, pamoja na maziwa na mafuta ya maji kiasi cha nusu kikombe. Kwa hiyo hapo mwanafunzi wangu mm, anapima vitu ambavyo vinahitajika ili apate pimo kamili, anapima kwa kutumia mzani, lakini unaweza kupima kwa kutumia kikombe kama unaozoefu nacho, pata kikombe cha robo au cha nusu unatumia vipimo vyako. Kwa hiyo sisi tutengeneza keki ya ukubwa wa gramu mia tatu hamsini. Uh, I mean vitu, vipimo vya gramu mia tatu hamsini, tulianzia na ngano itaja mm, prestige, mayai nusu nus, kikombe maziwa na nusu kikombe mafuta. Unamwelekeza wangu jinsi ya kuchanganya. Kwa hiyo cha kuchanganya utachanganya vitu vikavu kwanza ambavyo ni ile kokoa pamoja na ngano ngano tumepima gramu mia mbili hamsini alafu kokoa imepimwa gramu mia moja. Unachanganya vizuri hivyo vitu vikavu baada. Ya hapo utaweka baking powder nusu kijiko ile teaspoon, pamoja na baking soda nusu kijiko teaspoon. Tunaweka vyote viliko pamoja unachanganya vizuri uko na ujawezeka na mchanganyiko wako, uone ni kama unga brown huo hivyo, ambao ni kokoa pamoja na ngano. Unaongeza kipimo unachotaka, hicho ndio kipimo sahihi na keki yetu itatoka vizuri kabisa. Kumbuka mapishi ya keki ni vipimo, kwa yote anayeanza, vipimo ndiyo kitu kitakachoweza kufanya uweze kutengeneza keki yako vizuri. Mhm, mm, ni baking Koda, na na baking soda naweka. Na hapo nilikuwa namfundisha mwanafunzi, kwa yeye ndio ambaye anatengeneza kwa mara ya kwanza. Hiyo ni baking soda na wenyewe unaweka nusu kijiko. Kila moja anafanya kazi yake iwa inaleta na kala pia, ndio kwa sababu ya mchanganyiko tunaweka hiyo, sababu inafanya kama kala ya njano ingawa hapo haitaonekana sana kwa sababu ya kokoa, lakini tutaiona pia kwenye kupasuka kwa keki. Haya, mwanafunzi wetu anaendelea hapo, anachapa kama kawaida tunavyochapa tengeneza keki. Hapo anachapa prestige pamoja na sukari. Umeweza kuchapa prestige na sukari, Akiona sukari na plesti vimechanganyika vizuri, kitakachofuata ni kuweka mayai moja moja. Mayai ambayo umeapa swasi, tumetumia mayai matano, kwa maana yake ataanza kuweka yai moja moja. Hapo bado anaendelea kuchapa ili mchanganyike tu vizuri. Unaona hapo ukiona sukari ya haionekani na paste juu changanyika vizuri. Ukitumia ile sukari laini utachapa sana kisi, ukitumia sukari ya nyumbani tu, lakini unaweza kutumia ile sukari nyeupe laini, sio ya barafu, sukari laini tu ya keki kama inapatikana. Kama haipatikani kwa mazingira yako usijali, keki unaweza kutengeneza tu hata na sukari ya kawaida. Huna haja ya kujipa gharama sana kama unaanza kujifunza. Hapo anaendelea kuchapa mpaka mchanganyiko wetu uwe vizuri. Hapo baada ya kuweka mayai, jamani, hapo anachapa tu sukari pamoja na prestige, tuone inaanza kubadilika rangi, inakuwa nyeupe. Ni sukari na prestige tu hapo. Sasa anaanza kuweka mayai moja moja, anachapa, anaendelea kuchapa vizuri, anachanganya sasa sukari prestige pamoja na mayai Ataweka mpaka mayai yote yataishwa. Taratibu ni ule ule unaweka moja moja uchanganye vizuri. Lengo ni kwamba mchanganyiko wetu uchanganyike vizuri. Baada ya vipimo, ni kuchanganya vitu vizuri vya keki, ili upate keki ya kuchambuka, upate keki laini. Lazima uzingatie kwenye mchanganyiko wako unavyochanganya. Kama unapenda video zangu jamani, mwe mna comment, mnatoa maoni, mnakaribisha na wengine na wengine, ili channel yetu izidi kukua, maana nafundisha kwa vitu rahisi zaidi ambavyo vinapatikana kila sehemu, hata ukiwa kijijini kama ambavyo tuko sisi huku, hivyo vitu vinapatikana. Ukiwa mjini ndio vinapatikana kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo tuendelee kuaikana watu, waikana, watu endelee ku subscribe channel yetu na ku view ili izidi kukua zaidi na kuwafikia watu wengi, na wengi wazidi kujifunza. Kwa yoyote anayeanza mara ya kwanza au ambaye alikuwa na uzoefu mwingine, lakini vingine havijui, anaweza kufunza kupitia kwenye chaneli yetu. Hapo unaweka maziwa sasa, vitu vya maji, unaweka maziwa, unaweka na yale mafuta ya maji ambayo niwaambia, yote yako kwenye nusu kikombe, kwa kutumia kikombe cha robo. Nimechanganya vizuri. Na ni maziwa sasa. Kama hujaiona bado video ya kutengeneza rojo la chocolate au chocolate syrup au sauce ya chocolate Unaweza ukaangalia, ni video ambayo nimeposti tayari, kwa unaweza kuangalia jinsi ya kutengeneza ah, chocolate syrup au rojo ya chocolate kwa vitu rahisi kabisa nyumbani. Baada ya hapo, unachanganya sasa ule unga wetu pamoja na kokoa na baking powder na baking soda ambavyo tuliviweka kwa pamoja. Unachanganya hivyo vizuri, mashine unaipunguza speed, kama unatumia mashine, lakini kama una unachapa au kutumia mwiko pia unaendelea tu kuchanganya hivyo taratibu ukiona umechanganyika vizuri, siendelee kupiga sana utatoa. Alafu unatumia mwiko kuchanganya, lakini kama mashine yako inapunguzika kwa spidi ndogo, sio mbaya, unaweza kuendelea kuchanganya kwa kutumia hand mixer yako. Kwa hiyo rojo niko naweza kua chocolate tayari Unaweza ukaendelea kufuatilia video zetu ukaiona chocolate tulivyoitengeneza ambayo tutaitumia sasa kupaka kwenye hii chocolate keki yetu baada ya kukamilika. Lakini rojo ya chocolate ina kazi nyingi, unaweza ukaitumia kwenye donuts, ukatengeneza donuts zako ukazichovya kwenye rojo la chocolate. Lakini kama sio hivyo, unaweza kutumia pia kwenye ice cream. Kwa hiyo rojo la chocolate ina kazi nyingi, utajifunza vyote hapa video itakayofuata itakuwa jinsi ya kutengeneza velvet cake. Mwendelee kufuatilia jamani, video na channel yangu ikue, iangaliwe na watu wengi zaidi, na wengi wazidi kujifunza mapishi kupitia kwenye channel hii, lakini lengo kubwa ni kuanza kulipapo baadaye. Kwao saizi bado wachanga, tunajifunza wote. Kama kuna kitu hujakielewa unauliza, niko mapesa sana kujibu uh, comments zenu. Kwa hiyo mwendelee ku ili sote tujifunze, ukiona umeridhika na mapo spidi imepungua, lakini anayehitaji video, anayehitaji somo private anaweza akan DM, akatuma message hapo chini, alafu akacomment, I mean akacomment, alafu, ni akaomba namba nikampa, ili tuendelee kuwasiliana kwa WhatsApp na akajifunza kule zaidi vitu vingine ambavyo kama hapa hajakielewa vizuri kwa ukiona mchanganyiko wako uzito huu, ni kawaida tu ule ule wa keki. Mchanganyiko wako umeshakuwa hivyo vizuri, na siri za keki, video za keki zipo huko, pamba keki ya kawaida na kila kitu. Kwa hiyo hapa na mimi na mchanganyiko wetu kwenye tini, utaratibu ni ule ule, umeipaka mafuta umeweka na unga, lakini uko na ile baking paper unaweka unaweka kwa chini, alafu pembeni unapaka mafuta na kwa umemaliza hivyo, lakini kama una baking paper usijari hiyo ni njia nyingine, unapaka mafuta unaweka na ngano, unazungusha kote ili kuifanya nini yetu isimame, keki yetu isinanganie kwenye tini wakati wa kuitoa. Hapo tayari utakuwa umesha preheat oven. Wengi wanaambia nitumie mkaa, lakini nimeshazoea hii na mkaa pia nitakuja kuonyesha baadaye, ila ni vizuri ukawa na oven, ili kupunguzie kazi ya kutumia mkaa. Kaa inahitaji uzoefu kidogo. Hata kama bado hujapata oven tutakuelekeza jinsi ya kutumia jiko la mkaa wakati mwingine. Sio leo. Kwa hiyo hapo unachanganya. Wanafunzi wetu alikuwa anapiga hivyo, nikamwambia iweke chini, uanze kuipiga, ndio akaweka, akawa anapiga chini. Hapo ni kutoa, oh, bubbles ina. Usipofanya hivi hivo, inatengeneza hewa ndani, inaweza ikatoka keki na vitundu vitundu, sababu huwa ni hiyo sababu, hujaipiga vizuri kipiga hivyo unaifunika kwa dakika mbili tatu, unaacha imuke vizuri. Huko tumeshaandaa jiko letu. Baada hapo keki yetu hiyo hapo iko kwenye oven na iko tayari kama inavyoonekana, imepasuka kwa ajili ya baking soda, sio mbaya na gamba la juu laini kabisa kwa sababu vipimo viko sahihi na moto wa juu ulikuwa huko mdogo. Unaona unatoa keki gamba la juu gumu kwa sababu moto wako akua umezidi juu, lakini ukiweka moto sawia mdogo kwa hapo. Anaikata ili aangalie kazi yake aliyofanya, lakini alikuwa mwanafunzi mwenye kichwa chepesi, kwa alielewa vizuri tu. Naona keki hiyo imechambuka vyema. Aina hapo anakata katikati, nimwambie aikate katikati ili tuweze kuipaka sasa ojo wetu ya chocolate sababu, kwa sababu ni kwa ajili ya kutengeneza tu nyumbani, matumizi ya nyumbani, kwa mambo ni mengi. Hii hapo keki yetu inaonekana vizuri kabisa, imechambuka. Hiyo ni mchanganyiko wa icing sugar na maziwa. Naamua kupaka hivyo kwa sababu uzuri wa chocolate cake huwa inakubali chochote. Paka kama kugundishia tu. Lakini pia kama huna usijali. Unaweka tu rojo yako ya chocolate ambayo umeitengeneza. Lakini mimi kwa sababu nilikuwa nayo na nilikuwa imebaki ice sugar na maziwa kidogo, nikachanganya ili kuweka. Alafu baadaye hapo unapandisha ile keki nyingine. Ni keki moja nimeikata tu mara mbili. na unaweza ukaamua pia ukapaka tukoja bila kukata mara mbili, ila hivi inakuwa nzuri zaidi. Au unaweza ukatengeneza aisinshuga ikawa nzito zaidi. Hiyo hapo keki yetu, na hapo juu tena utapaka mchanganyiko wa aisinshuga na maziwa. Ni aisinshuga na maziwa tu, sijaweka flavor yoyote. Tangu mwanzo umeona sijaweka flavor yoyote. Flavor itakayokuwa hapo ni kokoa yenyewe Unaweka kama hivyo, naisambaza kote. Nimesema kama huna usijali, sisi tuliweka tu kwa sababu ilikuwepo. Huyu ni mwanafunzi mwenyewe, anaendelea kuitengeneza keki yake. Baada ya hapo sasa ndo tunachukua rojo letu la chokoleti. Video hii ni ndefu jamani, lakini like naamini mtaipenda na mtajifunza. Naomba naangalia uangalie mpaka mwisho ili wochina ve unasoma. Ukiangalia kidogo tu inakuwa haisaidi na utakuwa uelewi vizuri. Samei kuhusu vyombo ndo vilivyopo, lakini kikubwa ni kufundishana na kuelewa. Kwa hiyo hapo ndo rojo ya chocolate tuliotengeneza kwenye video ya kwanza. Naweka rojo yako ya chocolate kama hivyo, unaweka nyingi, unairuhusu kwa sababu yenyewe inasambaa. Kwao utaona inashuka tu yenyewe, na lengo si kuipamba, lengo ni kuweka rojo ya chocolate sambaye, kama hiyo iwe nzuri. Unaona inaanza kushuka yenyewe, rojo ya chocolate hiyo inateremka kwa sababu ni nyepesi kidogo ukilinganisha na tu pande hiyo ya chocolate kwenye kila container ambayo umekata kipande cha keki kwa ajili ya watoto. Kama nilivyosema, lengo lilikuwa sio kuipamba, kwa sababu hii inateremka yenyewe, kwa hiyo hapo mwanafunzi wote walikuwa wanaita hii tu ikave kote, baadaye tena ataongeza rudi ya chocolate ili kufanya ikave kote hiyo, inashuka yenyewe. Hiyo keki ya chocolate, very simple. Vitu vya nyumbani tu ulivyo navyo, unakupatia kitu kizuri kama hichi. Unafaina familia, wageni wakija, unawaandalia kama hasusa, wakati wa jioni, wana baada ya kula wanapata kupiga stories za hapa na pale, au unaweza kuwatengenezea tu watoto jioni, sio kila kilaima, vingine unajifunza mwenyewe. Kwaona hapa ni channel moja hapa ya kujifunza vitu mbalimbali mbali kwa mazingira yako uliopo, vinavyopatikana katika mazingira yako, una haja ya kwenda kutafuta mbali. Kwa hiyo mpaka hapo keki yetu ya chocolate iko tayari na tumewekea lojo ya chocolate kama inavyoonekana. Ndo maana nilifanya nzito kidogo, haishuki sana. Unaweza ukamua ukaweka kwenye friji ikatulia, baada ya hapo ukakata mkaendelea kula, au ukaenda hivyo hivyo. Ikiwa inatemka unakata vipande, mnaendelea kula, yote yanawezekana. Baada ya hapo keki yetu iko tayari, iko cheupe hapo, ni ile ilikuwa ni icing sugar pamoja na maziwa ameweka tu kwa juu, kwa sababu ilikuwa imebaki hivyo. Keki yetu inaonekana hivyo hapo, kama inavyoonekana, simple imependeza hapo. Kila mtu alikuwa wanajikatia kipande chake, wanafunzi wanajikatia kipande vyake kwa sababu wamejifunza, wanataka waonje kazi nzuri waliyofanya anataka aone matokeo ya kazi yake. Hiyo hapo keki yetu ya chocolate na siagi ya chocolate. Kama nao unapenda kujifunza, fanya hivyo vichuya, nyumbani kabisa. Kama unavyoona ni mfuniko tu tumewekea hapo keki yetu, mm -hmm. inaonekana vizuri kabisa. Ukipata muda weekend tengeneza nyumbani kwako kwa, hapo ndo utaelewa, sio unaangalia tu kama video. Ukiangalia na wewe unajifunza, ukikosea unauliza, unajifunza tena na tena na tena, mwisho wa siku nakuwa mpishi mzuri. Endeleeni kufuatilia chaneli yetu kwa ajili ya ukuaji zaidi wa chaneli yetu na kuanza kulipwa lakini kikubwa ni sote kujifunza. Please subscribe, view, mwelekeza na mwingine na mwingine na mwingine na mwingine, ni channel yetu izidi kukua zaidi. Niwaambia aonje mwenye kazi yake alafu aseme. Kwa hiyo hapo alionja. Baada ya hapo, asanteni, bye.